Tano, mstari wa kumi. Amina. Amen. Basi tutapiga magoti tunapoingia katika maombi. Saheri

umtakatifu Mungu, naomba tubariki alafu mali, tunapoendelea na problemu zetu, naua Mungu, tulinde wengine ambao wapo hospitalini, uwabariki wengine ambao hawajapata marasmasi ya kuja kanisani, naambayo wabariki katika jina la Yesu, amina. Bwana ni mwema wakati wote. Asubuhi mvumbuzi mmoja alituambia ili uweze kuwa dereva mzuri na mtumiaji mzuri wa barabara unaposafiri ni sharti uwe na leseni, na akatuuliza kwa tuliokuwepo, hebu tuone mikono ya watu ambao wana leseni Mwaweza kupunga sasa wenye les, leseni ya udereva wazazi. okay, ni wachache. Na akatuambia ya kwamba, hebu tuone mikono ya watu ambao huwa wanatumia vyombo vya usafiri au wanatumia barabara na hawana leseni, hebu tuone mikono yao pia, kwani wengine huwa tunatembea kwenye nini? Maana kwenye leseni hatupo, tusiokuwa na leseni hatupo. Lakini nasi kama wasafiri wa mbinguni iko leseni ambayo inatuongoza na kutupa uhalali wa kusafiri katika ulimwengu huu, nayo ni Biblia. Hebu nione wenye leseni ya kwenda mbinguni wanyoshe juu leseni zao, mbalikiwe. Hebu tuone mikono ya wale wanaojiita ni wasafiri kuelekea mbinguni na hawana leseni. Bwana atusaidie tuweze kununua Biblia pamoja na vitabu vyote ambavyo tunapaswa kuwa navyo. Karibuni tena katika siku ya wavumbuzi ulimwenguni, na wito wetu mkuu ni kusafiri kwa imani. Wako watu wengi ambao wamewahi kusafiri, na hata sisi pia tumewahi kusafiri wako ambao huanza safari na kufika mwisho wa safari lakini wako ambao huanza safari na hatimaye wasifike mwisho mwisho wa safari wa yao. Yao katika Biblia wako watu ambao hawakuanza safari ila walijikuta katikati ya safari, lakini hawakufika mwisho wa safari. Ninazungumzia wana wa Israeli, na leo watoto wetu watatuongoza katika safari nyingine. Wangapi wanatamani kuisikia safari hiyo? Basi, basi jiandaye kusikiliza kwa habari ya safari ambayo watoto wametuandalia saa hii. Ni wakaribishe wale ambao wote tumehudumu kwa ajili ya utambulisho, wale ambao wote wamekwisha kuhudumu, tusogee hapa mbele tujipange, tujipange, hapa tusogee, tujipange. ni wahudumu tu, lakini tunaye mhudumu mwenza. Yeye kila wakati anakuja na utajitambulisha. Haya, tutaanza na mhudumu mwenza. Haya, taja jina lako nani? <todiculia> <todiculia> Ninadhani mmemsikia yeye, yeah, anamsindikiza dada kuhudumu pamoja naye. Basi ambaye ametuletea somo la sadaka atajitambulisha jina lake na darasa ambalo yupo katika chama cha wavumbuzi. ayes Ma asifiwe. maarasa Yesu anakuja. majina anaita Clara Mako Misanga, nimehudumu somo la sadaka na, kwenye chama changu nipo darasa la nyuki la shughuli maranatha Yesu. Yesu anakuja ah. Kwa majina anaitwa Innocent Mgaya nime- nimedumu nime maombi darasa langu ni la nguni, la n, kundi

Mnasemaje kwa ajili ya wahudumu wetu? Lakini huyu naye alihudumu wakati wa kuimba. Haya, jitambulishe jina lako. Manaswa. Manaswa semaje kwa ajili ya wahudumu wetu, tunaweza kurudi kuketi, lakini nitambua uwepo wa wavumbuzi wote. Wavumbuzi wote tusimame juu! Siku ya wavumbuzi ulimwenguni 2025 sio? Sauti za wavumbuzi hizo! Siku ya wata, wavumbuzi ulimwenguni Hawa ni watoto wetu wa miaka minne mpaka tisa, kama ambavyo chama chetu kinawatambua kuanzia miaka minne mpaka tisa. Wao wametuhudumia wimbo wakati wa sadaka. Mnaweza kuketi. Ijapokuwa leo ni siku ya Wavumbuzi ulimwenguni, lakini kama idara ya vijana tunavyo vyama ambavyo viko vya Wavumbuzi, watafuta njia, mabalozi ya Master Guide pamoja na naiselo. Nitambue uwepo wa, watafuta njia wote, tusimame tuipungie mkono kanisa. Watafuta njia wote, unasemaje kwa ajili ya watafuta njia lakini, lakini nitambue uwepo wa balozi, tusimame. Ninaona wako kule nje wanapunga mkono vizuri kabisa. Nitambue uwepo wa Master Guide wote mbarikiwe na Bwana. Lakini nitambue uwepo wa SYL, nasemaje? kwa ajili yao. Lakini kwa namna ya pekee YA. nitambue uwepo wwasaha

lakini nitamwomba mzee wa kanisa basi idara ya vijanaoaiasi si si katika saa hii, ni watambue washiriki wote wa ibada ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Basi tusimame na wimbo namba hamsini na tano. Tunaingia katika ibada kuu mbali za kwenye mia moja na hamsini na tano. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya wavumbuzi duniani. Kusafiri kwa imani. Kusafiri kwa imani. Kwa majina ninaitwa Judith Mwisawa Makuri. Mimi ni mvumbuzi. Nitawaletea somo la wasafiri wa imani unahusishwa na msichana mdogo, jemedari mwenye nguvu na Mungu aponyae. Nani anayetaka kusafiri? Asanteni kwa kunyosha mikono yenu. Je, ni wapi unapotaka kwenda? Nafasi hii nitawapa wavumbuzi wenzangu. Wavumbuzi, Mnataka kwenda wapi? Asanteni. Mimi pia napenda kusafiri, na ninataka kwenda mto Yordani. Mto Yordani umehusishwa na watu wengi, kwa mfano Musa, Ibrahimu, Yohana Mbatizaji aliyembatiza Yesu na aman na wengine pia faida za kusafiri. Una... utaonja vyakula vipya, utaanza kujua sehemu mbalimbali mbali. utaanza kujua utamaduni wa jamii na Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Mungu juu mbinguni, asante kwa wewe kwa fadhili zako <todamu> na na msichana mdogo jemedari mwenye nguvu na Mungu aponyae. Somo langu lipo katika kitabu cha Wafalme wa Pili tano mstari wa kwanza hadi kumi na tano. Nitaanza na msichana mdogo. Msichana mdogo alichukuliwa mateka kutoka Israel na kwenda Shamu. Alichukuliwa kutoka Israel na akapelekwa Shamu, akauzwa katika nyumba ya jemedari Naamani. Alipelekwa pale ili aweze kumhudumia mke wake Naamani. Mke wake Naamani alikuwa akinungunika, mume wake alikuwa ana ukoma, na msichana mdogo alipoona kuwa baba wa familia au jemedari Naamani ana ukoma, ndipo akamwambia mke wake Naamani kuwa kule Israeli kuna nabii wa Yesu ambaye ni Elisha, Elisha, atakaye, katakai, usaidia, usaidia, jemedari, jemedari Naaman, Naaman, na alienda kwa mfalme wa Shamu, na alienda kule na, na kumwambia kule Israel kuna kuna nabii wa Mungu atakaye nisaidia na nikapona ukoma wangu. Ndipo mfalme wa Israel mfalme ndipo mfalme wa Shamu akampa barua au waraka jemedari Naaman ili akampelekee mfalme wa Israel jemedari na Aman.

isoma ile barua akararua mavazi yake, na akasema mfalme wa Shamu anataka ugomvi. Ndipo nabii nabi wa Israeli ambaye ni Elisha alivyosikia kuwa mfalme wa Israel amerarua mavazi yake, ndipo akasema, mlete kwangu nabii Elisha. Alipofika katika malangoni pa nyumba ya nabii Elisha Nabii Elisha akamtuma mtu ili akamwambie jemedari na amani akaoge mara saba mto Yordani. Ndipo jemedari na amani akapata kiburi au jeuri, akasema, mbona kule kwetu kuna mito mizuri ni, nikaoge kule kwetu, na kwa nini nikaoge mto Yordani? Ndipo akaondoka wale wasaidizi wake jemedari Naamani walivyomkaribia, wakamwambia wewe nenda tu ukaoge mara saba mto Yordan kisha upone ukoma wako. Ndipo akaenda kuoga, mara ya kwanza akapona, mara ya pili alisafiri kwa imani. Hata Yesu pia alisafiri kwa imani kutoka mbinguni na kuja duniani. Alikuja duniani kwa sababu anatupenda. Alikuja akazaliwa